Kweli ni kwamba CDF <coughs> ile kazi imefanya tangu ianzishwe miaka ishirini iliyopita, tunaona matunda yake mm-hmm. Nafikiri Raila kuna kile anatafuta na tunajua sasa. Tumejua Raila vizuri ni vizuri ni vizuri, <coughs> vizuri tujue Raila na tumwambie hivi, bwana Raila, hiyo mchezo unacheza imepitwa na wakati. Katika nchi yetu ya Kenya, ukitaka kumaliza siasa ya Kenya <clears throat> political goodwill, good policies, guza wabunge, kwa sababu hao ndio wanatunga sheria <clears throat> na tunapaswa kujiuliza, hii ndio tuseme ya kwamba CDF itolewe? <clears throat> Je, tumeona kazi yake Kulingana na mimi, na yale maeneo bunge yote nimeenda na nikaketi na wana wanasiasa wa bunge wenyewe kwa boardroom, mimi naweza sema kila mbunge apatiwe bilioni moja kwa mwaka zitolewa. Tupigane na ufisadi <coughs> tupate bilioni, tupatie mbunge na zile institutions zimetengwa kufuata mambo ya ufisadi, ziangalie pesa isitumike vibaya. Najua mbunge ana CDF, mbunge ni patron CDF. <coughs> Kuna watu wawili muhimu sana kwa CDF ambao watu wengi hawajui. <coughs> Kuna CDF fund manager ambaye ni signatory na kuna district accountant. So hizi pesa hakuna sahihi ya mbunge. Hii pesa <coughs> it is under the patronage of the member of parliament but the people who decide, decide what should be done when where they are gazetted by government